Carey alikuwa mishonari wa kwanza kwenda India kutoka mwaka 1793 hadi 1834. Baadaye angejulikana kama baba wa misheni za kisasa. Sasa anaonekana kuwa mgombea asiye wa kawaida wa kupitia huzuni kubwa. Hata hivyo, katika shajara yake kuna maandiko kama mimi ni dhaifu sana katika majukumu yangu yote. Katika maombi ninapotea na ninachoka haraka. Ibada yangu inakosa nguvu. Sitembei na Mungu. Wapendwa, hata watu wacha Mungu zaidi wanaweza kuwa na huzuni na kukata tamaa, na nabii Eliya siyo tofauti. Sasa yote yanaanza na majibu ya Malkia Yezebeli kwa ushindi mkubwa wa Eliya kwenye mlima Karmeli. Moja Wafalme sura ya 19 na aya ya moja inatuambia, Ahabu alimwambia Yezebeli yote ambayo Eliya alikuwa amefanya na jinsi alivyowaua manabii wote kwa upanga. Kisha Yezebeli akamtuma mjumbe kwa Eliya akisema, hivyo miungu na wanifanyie zaidi pia, kama sitaufanya uhai wako kama uhai wa mmoja wao kwa wakati huu kesho. Sasa unaweza kufikiri kwamba hii isingemwadhiri nabii jasiri wa Mungu, lakini tunaambiwa hapa katika aya ya tatu kisha akaogopa na akaamka na kukimbia kwa ajili ya maisha yake. Sasa fikiria, Eliya ameshuhudia moto wa Mungu ukishuka kutoka mbinguni, ameona manabii wote wa uongo wa Baali wakiwawa wameshindwa. Kwa nini anakimbia kutoka kwa mwanamke mmoja kweli? Kwa kuanzia, yeye ni binadamu kama wewe na mimi, na kila mmoja wetu anaweza kuyumba katika imani yetu. Lakini binafsi nadhani Eliya alitarajia habari za moto kushuka kutoka mbinguni, habari za Mungu hatimaye kutuma mvua, kumleta mwanamke huyu Malkia Yezebeli kwenye toba. Nadhani alitarajia yeye kuacha Baali milele. Lakini yeye hataki uamsho, anataka kulipiza kisasi, na katika mshtuko na huzuni yake kubwa, Eliya anajikwaa anayumba katika safari yake ya imani, na anakimbia uokoa maisha yake. Wapendwa, naamini moja ya changamoto kubwa katika maisha ya Kikristo ni matarajio yasiyotimizwa. Ni rahisi sana kuvunjika moyo wakati watu hawafanyi kile tunachotarajia wafanye, au wakati Mungu hafanyi kile tunachotarajia afanye. Hatimaye Eliya anazurura nyikani na anaketi chini ya mti. Amechoka. Yeye kusema ukweli huzuni. Anasema hapa katika mstari wa nne, inatosha sasa. Ye, Bwana, chukua maisha yangu kwa maana mimi si bora kuliko baba zangu. Kwa maneno mengine, basi imetosha. Ninatupa kitambaa. Niliacha. Sasa Daktari mkuu anashughulikiaje mgonjwa wake aliyevunjika moyo? Kwanza kabisa, Mungu haji na kumpiga kichwani, unajua kwa aina fulani ya lawama. Hampigi Eliya kwenye ukingo na unajua, kwenda kutafuta nabii bora zaidi. Mungu anampa Eliya muda wa kulala na kupumzika. Bwana hata anamtuma malaika kumletea Eliya chakula na maji hapa katika mistari ya tano hadi nane. Jambo linalofuata ambalo Mungu anafanya ni kumwongoza hadi mlima Horebu. Hilo ni jina lingine la mlima Sinai ambapo Mungu alimpa Musa sheria, na hapa katika mstari wa tisa Bwana anazungumza na Eliya kama mshauri mwenye hekima na uvumilivu, na anamuuliza swali, unafanya nini hapa, Eliya? Kwa maneno mengine, Eliya, niambie unajisikiaje, nini kimekufikisha hapa na Eliya anafungua moyo wake jinsi anavyojisikia hapa katika mstari wa kumi. Nimekuwa na bidii sana kwa ajili ya Bwana, kwa maana watu wa Israeli wameacha agano lako, wamebomoa madhabahu zako na wamewaua manabii wako kwa upanga, na mimi hata mimi peke yangu nimebaki, na sasa wanatafuta uhai wangu ili wauondoe. Je, huwezi kusikia sauti ya kukata tamaa na upweke hapa? Amejaribu kumheshimu Mungu, lakini Mungu hakuleta toba kwa taifa kama alivyotarajia. Eliya sasa anasema kwamba yuko peke yake katika nchi, na zaidi ya hayo, sasa ana hukumu ya kifo inayoninginia juu ya kichwa chake. Basi Bwana anamjibu sasa hapa kwa njia ya kipekee sana. Kwa kweli Mungu hata haanzi na maneno kwanza. Bwana anatuma upepo mkali Mstari wa kumi na moja unatueleza kwamba unavunja baadhi ya miamba kwenye mlima. Kisha Bwana anatuma tetemeko la ardhi hapa, na kisha anatuma moto ambao unalipuka kwenye mlima. Na katika kila tukio Biblia inasema kwamba Bwana hakuwa katika maonyesho hayo yenye nguvu. Kwa maneno mengine, hakukuwa na ujumbe wa kibinafsi kwa Eliya kutoka kwa Bwana. Hata hivyo, hapa sasa, katika mstari wa kumi na mbili, Bwana anazungumza, lakini ni kwa sauti ya utulivu ndogo. Hiyo inamaanisha mnolono, na Bwana yuko katika hiyo. Unaona, Bwana anamfundisha Eliya kwamba hafanyi kazi kila mara kupitia miujiza ya kuvutia, unajua, na kelele kubwa. Hicho ndicho Eliya alichokuwa akitarajia kutoka kwa Mungu, hapana. Wakati mwingine Bwana hufanya kazi kwa njia za utulivu ili kuwafundisha watoto wake na kutimiza mipango yake. Na sasa mara nyingine tena hapa katika mstari wa kumi na tatu sauti hiyo ya utulivu inamuuliza Eliya. Mara ya pili unafanya nini hapa Eliya? Nini kimekufikisha hapa? Nabii anajibu kwa maneno yale yale, lakini nadhani sauti na mtazamo vinaanza kubadilika na tunajua hivyo kwa sababu Bwana sasa anampa Eliya majukumu mapya ya huduma. Hakuna tena, unajua, maonyesho yenye ya nguvu yanahitajika, kwa sababu sauti ya Mungu imepenya. Eliya anasikiliza tena. Katika mstari wa 15 Bwana anamwambia Eliya aende na kumtia mafuta Hazaeli kuwa mfalme wa Chamo, na hapa katika mstari wa 16 pia ameagizwa kumtia mafuta Yehu huwa mfalme juu ya Israeli. Pia anatakiwa kumtia mafuta Elisha kuwa mrithi wake kama nabii wa Mungu. Sasa tutagundua baadaye kwamba hawa wanaume watatu watakuwa vyombo vya Mungu vya hukumu dhidi ya nyumba ya Ahabu katika siku zijazo. Sasa hapa Bwana anarekebisha hisia za Eliya kwamba yeye ndiye pekee aliyebaki anayemfuata Mungu pekee katika nchi. Mungu anamwambia hapa katika mstari wa 18, hapana, kuna watu elfu saba katika Israeli, wote ambao magoti yao hayajapiga mbele ya Baali. Eliya alifikiri yeye ndiye pekee aliyebaki, lakini kulikuwa na maelfu ya watu wanaosali ili jina la Mungu liheshimiwe tena Israeli. Sasa mistari ya mwisho hapa katika sura ya 19 inatutambulisha kwa nabii Eliya. Kwa sasa yeye ni mkulima yuko huko akilima na jozi ya maksai. Eliya anaenda na kutupa vazi lake juu yake. Hii inaashiria wito wa Mungu kwa Elisha kuwa nabii wake. Elisha anakubali kumfuata Eliya, lakini anasema hapa kwanza anataka kuwaaga wazazi wake, na Eliya anajibu katika mstari wa ishirini: rudi tena, kwa maana nimekufanyia nini? Sasa hiyo inasikika kama ni kali, inasikika kama haina huruma lakini kile Eliya anamaanisha ni ndiyo, rudi nyumbani na nataka utafakari kwa makini kile nilichokuita kufanya. Na Elisha anafanya hivyo hivyo. Mstari wa 21, kisha unatueleza alichukua nira ya ng'ombe na watoa kafara, kisha akaondoka na kumfuata Eliya, alimsaidia kwa maneno mengine. Elisha amevunja madaraja yake nyuma yake. Hakuna hakuna hakuna kurudi nyuma, hakuna ng'ombe wa kulima nao, hakuna kilimo tena katika maisha yake ya baadaye. Sasa nashangaa Elisha alikuwa anatarajia nini kutoka kwa maisha ya nabii nam. Eliya angeweza kumfundisha somo moja au mawili kuhusu matarajio yasiyotimizwa, wakati watu hata Bwana hawajibu kama ulivyotarajia. Ninaweza tu kufikiria mazungumzo yao pamoja. Labda uko mahali sasa ambapo hukutarajia kuwa. Ulifikiri kujitolea kwako kwa Mungu kungekupeleka mahali pengine, au labda kukuletea kitu kingine, lakini haijawa hivyo, na hiyo imekupelekea kukata tamaa na hata kukosa matumaini kama Eliya. Niruhusu nikutie moyo kuchukua hatua ya kutathmini hali halisi. Tambua kwanza, kama Eliya, kwamba hauko peke yako. Kuna wengine wengi wanaopambana kama wewe lakini usitambue tu hilo. Fanya upya kujitolea kwako kumtumikia Bwana kwa vizuri kuwatumikia watu wengine kama Eliya alivyofanya. Unapofanya hivyo, mtazamo wako unahamia kutoka kwako mwenyewe na kuelekea kwa wengine na utapata tena hisia ya furaha Mungu anapokutumia katika maisha ya wengine. Wengine ambao sasa wanaweza kuwa wanafikiria kwamba wao pekee ndio wenye matarajio yasiyotimizwa. Ninaweza tu kufikiria jinsi mazungumzo yako yatakavyokuwa ya kutia moyo pamoja nao. Vema, hadi wakati mwingine, hawapendwa. Neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nani nyote. Amina.